Sasa leo bwana, tutaelekezana namna ambavyo unaweza ukapunguza nguo kwa maana kwa kwamba unaweza labda ukaenda dukani ukanunua nguo kubwa ukataka kuipunguza, au mtu amekuletea nguo umpunguzie, mfano labda alikuwa mnene, sasa amepungua, anataka apunguze nguo ili mtoshe. Kwa nguo kama hizi, hii inapunguza ni zinaitwa staff, staff jeans ni zile jeans ambazo zipo kama kadeti, sio ngumu. Kwa hiyo cha kufanya hapa ni kitu kimoja. Kwanza lazima upime kiuno cha huyo mteja, ana kiuno kiasi gani? Alafu pia lazima upime nguo ya mteja iko vipi. Mteja yeye anavaa 30 na ukiangalia nguo hapo ni 32. Kwa hiyo natakiwa tutoe aa, zile mbili. Kwa hiyo tutatoa hii hapa. Tubaki na 30. Tutafanyaje ili tupate hii 30? Cha kufanya ni kitu kimoja. Kwanza tutafumua hizi, unafumua hizi hapa. Hizi. Hivi unazifumua kama hivi, alafu unakuja unaifumua. Sawa, unafumua nguo huku, a, unafumua huku nguo. Kama ni mpya, unatakiwa uwe makini na fundi, siku zote atumie wembe mkali. Usiende dukani ukanunua wembe mpya ukaanza kutumia, unatakiwa ufanye kwanza kazi umalize ukali wa wembe, alafu ndio uo unatumia kwenye nguo. Kwa hiyo tunafumua nguo paka mwisho, yani kwanzia mkono wa kushoto kuja kulia. Ok, sasa unafumua nzima nzima kama ilivyo. Hichi ni kipande cha cha nyuma, na hivi huku ni kipande cha mbele. unafumua usawa fulani hivi unaweza kufumua hadi hapa nimefumua hadi kwenye inchi ngapi kwenye inchi 15. Sawa. Sasa hapo tunachokifanya ni kwamba tunapunguza hichi kipande. Hapa pia nimefumua, nimekuja kuishia maeneo fulani, kwa sababu hapa nitapaunga. Hapo unaweza kutaka ukafumua hadi chini, kwa sababu huu ni muungo wa katikati, sasa kama ni muungo wa katikati unaweza kufumua pia, lakini kabla hujafumua katikati unatakiwa wewe tayari umeshairudisha kwanza huku umeshaunga huku alafu unakuja kupima paja

Sasa tutafanyaje? Hapa tutakuja hapa. Hapa tunaweza tuka, tukavuta hapa. Kitu kingine ni ni, ni, ni, kuombe ni kwamba uangalie usawa huu hapa. Uangalie usawa huu hapa. Mtu mnene utakiwa kufumua huko nyuma. Kama ni mtu mnene utakiwa kufumua huko nyuma, utafumua tu maeneo haya. Lakini kama ni mwembamba unatakiwa ufumue hapa ili ubane kidogo hapa. Sasa akiwa ni mtu mnene, ukibana hapa itakuwa nguo ime hii mifuko itakuwa imesogeleana hivi. Ni kitu ambacho hakitakiwi kisogeleane hivi, kwa hiyo takiwa hapa, tutabana nchi moja. Kwa hiyo nusu huku, nusu huku, tutabana nchi moja hadi kuja chini. Kwa hiyo hapa pia tutabana, kutoka hapa kuja hapa, uhakikishe. Hapa kutoka kwenye mfuko kuja hapa, uhakikishe ni nchi moja. Kwa hapa tutabana, tutabana hii robo tatu huku pia. Aa, kutoka hapa kuja hapa, tuhakikishe na nchi moja. Tutabana hiki kilichobaki hapa, sawa. Wakati huo huku, huku mbele lazima pia tupime mbele, kuna kuna kiasi gani. Nitakacho kuomba, ni radhi kwa sauti za wanafunzi zinazotoka huko nje kwao. Tupime hapa mbele mbele, kuna ngapi mbele? Pia ipo ile kumi na nane kwao, natakiwa tuje kwenye kumi na tano tutatoa moja mbili tatu. Sasa tutakacho kifanya hapa tutawana kwa sababu kwa sababu hapa hatutatoa hapa katikati hapo huwezi kutoa kwa sababu siku zipu kwa hiyo huwezi tena kufumua hizi zipu lakini ukihitaji uki unaweza sasa hii itakupa kazi tena kuanza kufumua zipu kuirudisha inakuwa na kazi kwa hiyo utakachofanya tunapima usawa huu wa zipu kwa sababu hapa unatakiwa upimie unapima hapa kuja hapa tunataka tubaki na ngapi tubaki na 15 kwa hiyo ni saba na nusu kwa hiyo sasa utabakisha hichi kipande kitakachobaki hapa ndo utakachokishona huku pia saba na nusu iko wapi? Hii hapa. Sasa ukibania hapa, ukibania hapa, huu mfuko utakuwa ni, utakuwa ni mdogo. Cha kufanya ni kitu gani? Kwamba utazidisha kwenye nane hapa sawa eh? Nane. Kwa hiyo huku utaongeza kidogo huku, huku utaongeza kidogo ili upate usawa huu hapa sawa eh? Unatoa nusu kidogo huku, unatoa kidogo huku, unatoa kidogo kwenye vipande hivi hapa vya nyuma. Hii hapa na unatoa hapa, unapata kiwango ambacho kinahitajika, sawa? Hivyo ndio hivyo unapunguzwa nguo, kuliko ile kwamba kubana tu nguo moja kwa moja inakuwa ikae vizuri, lakini unaweza ukafanya hivyo kama unaweza, unabana tu moja kwa moja huku, unabana huku, alafu tayari kuna wengine hata wafumui mkanda na ubana na mkanda wake vile vile, mwanzo mwisho. Sasa ile inakuwa kidogo ikaa kiprofessional, kwa hiyo ukitaka kufanya kiprofessional, lazima uipunguze kushoto, kulia, katikati, ili upate kiuno ambacho ni sahihi. Sasa mimi nitakuacha hapa, ili nika nikabane humu, kisha nitakurudia, tuangalie namna ambavyo itakuwa imeshabanwa itakaa vipi. So sasa ni kama nilivyokuambia, tunatoa nusu. Kwa hiyo nimepima hapa nusu, kwa hiyo nikitoa, nikitoa nusu tayari ni nchi moja. Hiyo kwa nitakachokifanya, nitashona hapa nitashona hapa kufata huku nilivo kuja kuishia mako nimefumua. Sawa, kwao natakiwa uangalie usishone mfuko. Sasa hapa unakata. Hii lazima ukate hii. Ukate ili kupunguza. Au unaweza ukaiacha hivi. Labda mtu anaweza kanenepa, atakuja kufumua hii ina nini. Lakini kiwali ni kwamba unatakiwa ukate hii kupunguza, kwa sababu mtu akivaa hichi kinaweza kuwa kinakaa nyuma kule muda mara muda, mtu ashajikuna au anajishtukia hiki ni nini, kumbe ni hicho hapo. Sawa, unaona jinsi ilivyokaa hapa. Kwa hiyo hapa tutarudishia uuzi, uuzi umeanzia hapa. Kwa hiyo tunarudishia tena, unakuja ku, unakuja kumvaa huyu huku pia tutapunguza. tuta wakati tuki, tukiwa tuna, tunakusanya cha nyuma na cha mbele, kwa hiyo tukipima hapa tayari tutakuwa tumepata ngapi kutoka hapa, kutoka hapa kufika hapa, hii hapa itakuwa hapo ni, ni 17. Sawa, hapa tumepunguza inchi moja, ile ambayo ilikuwa ni 18. Kwa hiyo tutakachokifanya tutaminya huku ambako tutachukua nusu na kule hiyo nusu. tutatoa inchi moja nyingine, itakuja itabaki hapa kwenye 16. Kwa hiyo hii 16 sita tutaiminya tena huku wakati huu ambao tunataka nini? Hapa tumeminya nchi moja hapa, lazima tuminye, tuchukue robo tatu hapa, robo tatu. Kwa hiyo itabaki vile vi, vitabaki vi, kama kinusu nchi, tutakuja ukiminyia huko mbele, sawa. Kwa hapa, cha kufanya hapa, unapima, nimekuambia hapo, hakikisha upime usawa huu hapa wa mfuko, uache angalau nchi moja hivi kwa sasa, utapanda na usawa huu wa mfuko hapa wa nchi moja hapa hivi kwao, utafuatisha hii hadi chini, unafuatisha hii hadi chini. Huku pia hivyo hivyo unapima hapa, uwache inchi moja kutoka hapa kwenye mfuko hapa hadi hapa, alafu unafuatisha na yenyewe chini, inaenda hadi chini. sawa kwa hapo, cha kufanya ni kitu kimoja. Kabla sijaenda huko, nitabana kwanza hivi, ngoja nikapiga kwanza overlock hapa, halafu nitarudi.